Mgeni anapokuja Zanzibar kutoka nchi za mbali, jicho lake la kwanza huona pale anapotua, picha ya halisi ya Zanzibar anayepata hapo. Ndio maana serikali ya awamu ya nane ikaanza maboresho katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sheikh Abeid Amani Karume kwa kuongezewa na kujengwa upya jengo la abiria la kwanza na la pili, yaani Terminal 1 vip and 2 eneo la biashara business center na uwekaji wa taa barabara ya kurukia ndege kwa viwango vya hali ya juu pamoja na ujenzi wa mikahawa, huku upembuzi yakinifu ukifanywa kwa ajili ya kuanza kwa ujenzi wa Terminal 4. Sambamba na hilo, idadi ya abiria wanaotumia uwanja wa ndege wa Sheikh Abeid Amani Karume imeongezeka kutoka abiria laki mwaka elfu mbili na ishirini, elfu mbili ishirini na, na kufikia milioni mbili laki moja elfu arobaini mia tisa themanini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, elfu mbili na ishirini na nne. Aidha, mapato ya serikali yatokanayo na uwanja wa ndege yameongezeka kutoka shilingi bilioni kumi na moja nukta sita nne moja mwaka elfu mbili ishirini na kufikia shilingi bilioni arobaini nukta 209 mwaka 2024 sawa na ongezeko la asilimia 245.4. Uwanja wa Ndege wa Sheikh Abeid Amani Karume umepanda hadhi ya kimataifa kutokana na wingi wa wageni na huduma bora zinazotolewa na kusababisha kupata tunzo ya kuwa kiwanja bora barani Afrika kinachohudumia abiria wastan milioni mbili kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu.